Umeshughulika usiku ulali, unafanya mahesabu yako, nimepata hasara wapi, nani ninamdai, nani nimemkopa, nani nimemkopesha, na mwisho wa yote zaka kwako wewe imekuwa kama TRA wanavyokufuatilia kwa ajili ya ile kulipa ushuru, kwa sababu tajiri ni hasimu wake mkubwa TRA. Anakimbizana naye anakimbizana naye, ili imekuwa kama dharibatun la tuhtafak jarimatul kubra. Kila mmoja anafanya aye ni kwamba atakwepa vipi kodi, atakwepa vipi ushuru, atakwepa vipi sasa. Nayo zaka pia vile vile umeifanya kama ni kodi, unakaa utakwepa vipi zaka, utakwepa vipi sadaka.

Watizame waliopita kabla yetu, wema walivyovitumia vyao vyao vya vya mali na neema walizopewa. Aba Amr, Sayyidna Uthman bnu Affan almilioneri lmuslim, katika mwaka wa 17 ni mwaka wa njaa ambao historia ilishuhudia, kila kitu kilikauka mpaka kikawa kama rangi ya majivu. Ndio maana wanachuoni wa hisri waliuita mwaka huu amu ramada mwaka wa majivu. Kwa sababu ya ukavu wa ardhi, shambani ulikuwa ukifika, kila kitu kimeungua kama kimepigwa moto, rangi yake imekuwa rangi ya jivu. Watu wakasema, huu mwaka wa majivu. Haukuitwa mwaka wa majivu ila kwa sababu ya ukame uliokuwepo. Khalifa alikuwa ni Umar ibn al-Khattab. Wakati huo kiongozi anafanya nini wakati nchi na dola imepata ukame kama huu? Afanye nini? Akiba zote kishatoa kishatumia, raiya wana njaa. wa sharu nnas na mtu mbaya kuliko wote man shabia wajaa raiyatu, ni yule mwenye kushiba na raiya wake wakawa wanakufa njaa. Saidna Omar hakukubali hilo japo ukame anauleta Mwenyezi Mungu, lakini lilikuwa likimshughulisha. Alikuwa akiwashiriki watu wake ki katika kila jambo, hata katika njaa na siku hizi za Ramada ndizo siku ambazo Omar alibadilika rangi mwili wake. Alikuwa mzuri, mzuri wa sura, mzuri wa maumbile, lakini alibadilika rangi kwa kuwa chakula chake ilikuwa ni mkate mkavu na mafuta ya zeti kama walivyokuwa wakila mafukara. Anasema si bora Omar nikawa ninakula vinono, wenzangu wanakufa. Haiwi lazima, nitashirikiana nao katika jambo hili ilikuwa akiletewa mbuzi, akiletewa ile nyama inaitwa kibda, maini, akiuliza kwani watu wote wamekula maini kama mimi? Akamwambia hii kwa ajili yako tu. Ukasema la, nenda kaligawe liini hilo kwa mafukara na vijana wa Kiislamu, niletee mkate na baadhi hasati min almilh na chumvi, na koroga nakoroga kula, rangi ikabadilika, imechange rangi yake kwa sababu ya kula mkate mkavu na zeti.

nafsi tashtahi qit'atun min alhalwa, natamani halwa angalau halwa. Imeadimika wanawake hawa na watu hawa jamani, nafika wakati anatamani halwa. Sisi halwa tunazichezea, lakini ilifika wakati mkewe, Sayida, mkewe, mkewe Sayidna Umar anakuja anamwambia, nafsi tashtahi halwa. Ummu Kulsum binti Ali ibn Abi Talib anamwambia, nataka halwa. Omar akamwambia nitapata wapi pesa za kununua halua? President khalifa, huna pesa za kumnunulia mkeo halua? Akamwambia kwani pesa katika baiti mali lmuslimini, japo kopa kidogo, baadaye utarudisha. Akamwambia mazada an kutina falmuslimuna bihi aula, kama kuna kitu cha ziada katika mali yetu ya kila siku

na sasa au shaka nasu ala alhilaki, watu wamekaribia katika kuangamia. Tufanye nini? Omar akamwambia arju an yakuna hunaka man yukhrijukum min hadha qabla an tumsu, nataraji kwa Mwenyezi Mungu kwamba litatokea lolote la kututoa katika hali hii kabla ya kufika jioni kabla ya jioni, na taraji kwa Mungu litakuja jambo litakutoa katika hali hii. Na kweli watu wakapata habari kwamba kuna alfu baish, alfu baish ngamia alfu moja, wote ngamia alfu moja hawa ni wasayidna Uthman ibn Affan wote wamebeba mzigo kuanzia mtama, shair, ngano, wamebeba zeti, wamebeba inab, zabibu wamebeba vyakula mbalimbali mbali, wanaingia katika nchi waliokuwepo Omar na raia wake Madina, mwaka wa kumi na saba huu hijria. Ulikuwa mwaka mzito mno na ulishuhudia mambo makubwa kutoka kwa aba amri Sayyidina Othman. Watu waliposali alfajiri, wote wakamiminika nyumbani kwa Sayyidina Uthman, lakini wale matajiri ambao kazi yao wao kununua mizigo kutoka kwa watu, na wao wakaenda wakauza na wakati kama huu ndo wakati wa kila kitu kupanda. Kila kitu kitapanda, kama sukari itapanda, kama majani yatapanda, kama mchele utapanda, kama mahindi yatapanda, kwa sababu kuna ukame, watu wanahitaji. Na mtu akipata kilo ya sukari atanunua kwa bei yoyote, akipata kilo ya mchele atanunua kwa bei yoyote. Sasa ni nafasi nzuri kwa matajiri kuwaumiza watu hapa kama ilivyo leo, Ramadhani ni nafasi nzuri, kwa sababu kila mmoja anataka kula, na wengine wa roho anasema, mimekosa breakfast na lunch na sapa hizi zote nitazikusanya baada almaghrib, breakfast pale pale, lunch pale pale, na sapa yangu pale pale. Analipiza, anamwambia Mungu, si umeninyima kula mchana mpaka vika, sasa hivi chai yangu ipo na lunch yangu ipo na jioni yangu ipo pale pale. Kwa hiyo, huyu akifika markiti atakusanya kwanza, ataanza kile cha asubuhi kisha atafuata kile cha mchana, kisha baadaye sasa futari cha jioni. Atakusanya sasa, yule anamsubiri kwa hamu atamwambia bwana, sasa hivi kila kitu tunanunua ghali. Atanunua tu, akitoka pale markiti kama hajatumia elfu ishirini sijui, kwa siku moja tu. Sasa niambieni sisi wengine tunaishi, tunaishi kwa huruma ya Mungu tunaishi kwa huruma ya Mungu tunaishi, tunaona hasa kwa kweli, al-khallaqu huwa ar-razzaq al, yule aliotuumba hasa ndio mwenye kutulisha, kwa sababu hizo elfu ishirini unazotumia kila siku na mshahara wako ukitizama, laki moja kama utafika, unaishi vipi ndugu yangu Mwislamu? Kwa uchache, mtu mfukara leo anatumia zaidi ya shilingi elfu tano ndio mtu alikuwa hana

Enyi muliona uwezo, wasaidieni yeye. Mtu mtu tajiri kwa leo, kuna tajiri mmoja ameniambia mimi, natumia kwa mwezi mmoja milioni moja. Kwa mwezi, kwa mwezi natumia tajiri milioni moja. Bila shaka unasema ni kama ninazipata mimi hizo, na nakuwa mbali lakini yeye anatumia tena kwa chakula chake na vitu vitu vitu vingine, milioni ametumia. Kuna watu wanatumia hafa milioni ametumia. Jikurubisheni kwa Mwenyezi Mungu wakati wa leo. Katika milioni moja, wewe tajiri unaotumia, jinyime, angalau tumia laki sita saba, hizo zilizobaki mpe maskini jirani yako pembeni kwako, na imwambie Ramadhani hii utononoke, hali yako iboreke, uwe mzuri. Utayaacha hayo mamilioni ya pesa hapa ulimwenguni hayatahama hata kuja mwanakwereke kukusindikiza, watatumia watu wengine. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yaqulu ibnu Adama, mali mali mwanadamu kila kitu cha nasema, pesa zangu, pesa zangu. Mtume anamuuliza wahalaka min malika illa ma akalta fa afnaita, mali yako ni kile ulichokula ukamaliza, au labista fa ablaita, au ulichokivaa mpaka kikesha, au ma tasaddakta bihi fahuwa inda llah, au kile ulichokitoa sadaka, kitabakia kwa Mungu ndicho utakachokipata. Kile ambacho huja kitumia hujakifanyia chochote, si chako, si hesabu kwamba chako, sema mali ya watu kwa sababu utaondoka ulimwenguni pale, katika, katika Barclays utabakisha mapesa pale, NBC utabakisha mapesa pale, People's Bank ya watu wa Zanzibar utabakisha pesa, sijui MMB sijui nini, utabaki kila mahali kutakuwa na mapesa. Utaondoka hapa, ulichotumia la yusawi shay'a, kitu kidogo. Sasa umefanya nini? Unakwenda kwa Mwenyezi Mungu, lalaka, hata kitu ulichokadimisha kwake hakionekani Uthman bin Affan anaamka baada alfajiri na, baad na kusali, anawaona watu wamezunguka nyumbani kwake. Tuuzie wewe Uthman, tukawauzie watu, kwa sababu sio, tukawauzie, tukawabambikizie bei, tukawaumize raia, kila mmoja hapa sasa hivi. Zabibu kwake imekuwa dhahabu, mchele kwako kwa umekuwa mali inabi imekuwa fiddha, zeti imekuwa almasi na lulu. Sema tukupe ngapi kwa kila mzigo, kwa kila dirhamu? Akambia be lana nu'tika bi kulli dirhamin dirhamaini. Hii mali yako louza, ikiwa ulinunua kila kitu kule kwa dirhamu moja, sisi tutakupa mbili faida. Osmani akasema wallahi laqad a'atani man huwa khairun minkum akthara min dhalik, tayari yuko mwenzenu yuko mwengine huko, alikuwa bora kuliko nyie, ameshanipa faida kuliko hiyo. Kam turbihunani, nyinyi mtanipa faida ngapi? Kama ni dirhamu moja mtanipa mbili, tayari kuna mwengine ukishanipa zaidi ya hapo, mtanipa ngapi tena? Akawambia nuzidulak ni uzidu tutakuzidishia, kulli dirhamin dirhamain, kila dirhamu moja tutakupa mbili. Akawambia keshanipa zaidi ya keshani hizo. Akawambia tutakupa kulli dirhamin thalatha, tutakupa tatu. Keshanipa zaidi ya hizo, nne tutakupa. Wana negotiate wanajua, vyovyote watakavyonunua kwa Uthman ibn Affan watakwenda uza tu, watu wako hoi huko. Mtu ana pesa zake mfukoni, atakula nini? Atakula pesa lazima tanunua tu, kwa hiyo tupe hata kwa dirhamu tano, sisi tutakupa, yani faida tunakupa dirhamu tano, kama ulinunua kwa dirhamu moja, tutakupa kwa tano. Niambie faida kama hii. Othmani akasema, amenipa zaidi ya hizo mwenzenu. Wale wakasema, laisa fil madinati aghniyaon, siwana Othmani usitudanganye, sisi hapa ndo matajiri ndo vigogo wa nchi hii, matajiri wote ndo sisi pa tunajuana pamoja. Sasa vipi deni langu la milioni kumi na sijui ni kukopesha chips na chicken? Vipi deni langu la shilingi elfu moja na mia tano e, wa? <laughs> sijawahi kuona, kuona bora nikakae pale Ntasikia anazungumzia habari ya chips na chicken, lakini watu wanaambizana kwamba matajiri wote wa Madina ni sisi. Sasa hebu tueleze huyo alokupa zaidi ni nani? Kwa sababu kama fulani ni huyu, kama fulani ni huyu, kama fulani ni huyu, atuambie. Kuna mgeni, kuna mwingine zaidi? Akamwambia yupo alonipa kuliko hivyo. Au mjui yeye? Kanaambia atanipa kwa kila dirhamu moja dirhamu kumi mnwe mmefika mpaka tano, ndio umejikaza hapo mefika tano yeye. Yeah, ananipa kumi kwa kila moja. Nani huyo ana uwezo wa pesa kuliko zile? Akamwambia, Allah subhanahu wa Ta'ala. Msafara wote huangamia alfu moja huu, huu unakwenda kwa mafukara na maskini waliopigwa na njaa katika mwaka wa Ramadha. Hakuna hata kitu kitakachouzwa hapa free of charge, haula wala quwwata. Tizameni ndugu zangu Waislamu, amekataa faida mpaka ya moja kwa tano, amekataa faida ya kuuza kwa bei anayotaka kwa sababu hali za watu. Anasema Mungu ameniambia atanipa kwa kila moja kumi.